Siku moja Abu Jahali aliitisha mkutano katika Dari Nadwa, akasema, huyu Muhammad ametuchosha. Fandhuru fihi shay'an, ebu tizameni jambo litupoze kutokana na shari za Muhammad. Akaitisha mkutano, wakahudhuria vigogo katika bunge linaitwa Darun Nadwa, jumba la mikutano. Biriasatihi, yeye ndo akawa ndo spika wa bunge anazungumza mara mlango wa bunge ukagongwa, wakauliza mani tariq, kuna nini? Ni nani anaingia hapa? Hapa ni siri, tuna mambo muhimu hapa kuhusu Muhammad. Kaingia mzee, anasema shaykhun min ahli najdi, mimi mzee natoka Najdi. Samia ma taqulun, amesikia mkutano wenu, fajaa naye amekuja apate kukusanyikana nanyi, lialla yudama rayuhu pengine ana rai wanasuhu, ana nasaha zake anataka kutoa. mimi natoka Najdi, nimeomba na mimi niwe memba katika hii parliament. Unajua nani huyo? Alikuwa Iblis laanatullahi la alaih, sio shekhe, sio mtu mzima, sio binadamu. Lakini alipojua kuna watu wanataka kumuua Mtume, naye akasema, lazima nami nkachangie kwa sababu ni adui yake Mtume Muhammad. We, haiwezekani watu wanazungumza kikao cha kumua Muhammad alafu nami nisiwepo, lazima nami niende. Kaja katika mandhar ya mzee kutoka Najdi, nchi moja huko inaitwa Najdi, mji mmoja. Sasa wale watu wakawa hawana tatizo, unaona, wamepata msaada, lakini hawakumjua. Kaja katika maumbo ya bwana ya mwanadamu, basi wakampa sehemu akae. Kawambia ajal, karibu Abu Jahali akafungua mkutano akasema, ma taqulun, mnasemaje kuhusu rai zenu? Hebu nipeni rai zenu. Mmoja akasema, istauthiku ihbisuhu fi alhadid, mfungeni Muhammad, si mnataka shari zake zimalizike? Mtafutieni mahali mumkamate, mumtie pingu. Mkishamfunga atakufa na kiu na njaa mahala mlipomfunga, kama walivyokufa wenzake washairi. Maana alikuwa akimwita Muhammad mshairi sasa kulikuwa na Nabiga alikuwa mshairi, mfano wa wao walifungwa wa wakauawa kwa kiu na maji na chakula hawa. Basi Muhamadi mchukweni, mfungeni, atakaa pale kiu, njaa aitampika, atakufa kama walivyokufa wenzake. Mkishafanya hivyo, mtastarehe. Yeye Ibilisi akasimama tena kwa ukelele, wallahi ma hadha lakum birai, msije mkafanya hivyo, msije mkafanya hiyo. Sio rai kabisa. Unasema nini wewe? Wallahi in habastumu, mkimfunga nyinyi katika vyuma vyovyote, la yufrijannahu rabbu, mungu wake atamfungua. Mungu wake wake atamfungua, atamfungua. sio rai hiyo, msimfunge. hiyo sio rai. iltamisu rayan ghayrahu, ibhathu rayan ghayrahu, tafuteni rai nyingine, sio kwa hiyo. Ah, Abu Jahali kasema sadaka Sheikh, hawamjui wangemuita sadaka Iblis.

Amefika miaka stini sabini, tunamuita shekhe, japo hana chochote katika Qur'an, anaitwa shekhe. Washeikhun shayakhahu lmali na shekhe mwingine ni ule tajiri mwenye mali mwenye biashara, amekuwa shekhe kwa sababu ya perika zake. Basi hata kama mdogo, watu watamwita shekhe. Sasa shekhe akisema hapa, haina maana ni mwanachuoni shekhe, inawezekana kwa umri wake shekhe, kwa mali yake shekhe, kwa ilmu yake basi akamuuliza, sadaka sheikh? Kasema kweli shekhe, huyo yani mtu mzima huyo. Akanyanyuka mwingine akasema, akhrijuhu min baini adhhurikum, rai yangu mimi tumchukue Muhammadi tumtoke tumtokomeze huko mbali na nchi yetu tumtupe. faidha akhrajnahu istarahna minhu, tukishamtoa itakuwa izipirikapirika za frustration nini, hatuna hilo ndo jambo zuri Akanyanyuka tena akasema, wallahi in akhrajtumuhu, mkimtoa Muhammad, ala tarauna halawata mantiqi wa talakata lisani, amuoni maneno yake yalivyokuwa tamu? Hamuoni anavyoweza kuwakusanya watu? Huko huko mnakomtoa atapata jamaa na support, wasayati wayukhrijakum antum min biladikum, atakuja atakutoeni nyinyi sasa katika nchi yenu huyu Muhammad. Tafuteni rai nyingine. Yeye kila rai alikuwa akiipinga Abu Jahali akasimama mwenyewe, na alikuwa akisimama Abu Jahali, wote wananyamaza, wanajua hapa litatoka neno. Akasema ana liya rai, mimi ninayo rai, sijaona mmoja wenu akiitaja rai hiyo, la ara ra'yan ghayrahu, naona kwamba hakuna nyingine rai isipokuwa hiyo. Wote wakanyanyuka, wa ma huwa ya Abul Hakam, ni rai gani hiyo ewe Abul Hakam? akasema rai an annakhudha min kulli qabilatin shaban qawiyan jalidan wasitan fina, rai yangu makabila yetu yote hapa Maka tuchukue kijana mmoja mmoja mwenye miraba minne, kijana kisawa sawa, kabila kabila. Kama makabila yetu matano, kila kabila mmoja, tunachukua mmoja, kijana mwenye nguvu, tunampa upanga mkali tunawaambia haya, mwende mkaishambulie nyumba ya Muhammad. fayadribunahu darbat rajulin wahid, fayaktulunahu wayatafaraqa damu, wende wakampige kila mmoja upanga, wale wote wachangie, asiuawe Muhammad na mtu mmoja au wawe na watu wote, kila mmoja ile upanga wake umguse tu, damu yake itafaraka, awe Muhammad hakuuliwa na kabila moja, bali ameuliwa na makabila yote ya hapa Makka. Watu wake hawezi kutulipiza sote maana ikiwa kabila moja watakuja kuwa wakali kwa kabila ile, lakini wakitambua kwamba ni nani amemuua Muhammad? Sote tumemuua Muhammad. Haya, kama mnaweza tupigeni. Wataweza kutupiga sote? Hawawezi. Watakubali tuwape fedha, na fedha tunazo, tutawapa. Maana kutokea hapo, alimwambia Abu Talib, mchukue Muhammad utupe sisi, sisi tutakutafutia mtoto mwingine mzuri kama Muhammad, umlee awe mtoto wako. Huyu hakufai, tutamuua. Abu Talib akasema, la, niwape mwanangu mkamuue Nyinyi munipe wenu ni mle? Ama nyinyi hamna akili? Sasa wao kawa nini, tutatoa pesa atakubali. Basi akikubali amekwisha. Akanyanyuka Ibilisi akasema, inna alqaula ma qala hadha alfata, hakika rai ni hii aliyosema kijana huyu. Sasa hivi Ibilisi anamuunga mkono Ibilisi mwenzake, maana Ibilisi ni Ibilisi na abu Jahali naye ni ibilisi vile vile.

ule uliokuwa unatumia, ondoka. Watakuja kukushambulia. Mungu anamwambia mapema. Ni picha hii sawa kwa sawa.